Helo, Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Bwana, majina yangu naitwa Bryan Frank. Siku ya leo ikiwa ni mwanzo kabisa wa mwaka 2026, nataka tujifunze kwa habari ya uumbaji, hasa kitu cha kwanza Mungu kukiumba ulimwenguni. Mpendwa katika Bwana, wakati ulimwengu ukiwa uko katika giza, ukiwa uko tupu, ukiwa hauna chochote, Mungu akaanza kuumba, kitu cha kwanza alichokiumba Mwanzo mmoja mstari wa tatu, Bwana Mungu akasema iwe nuru na ikawa nuru. Akatenga nuru na giza, wakati huo giza likiwa lime, limejaa katika uso wa vilindi vya maji. Mungu mwenye nguvu akaweka nuru, akaweka nuru kama umbaji wa kwanza. Anasema hivi, na nuru hiyo mpendwa katika Bwana ndiyo iliyokuja kuleta maini ile mianga kwa, kwa kudetamaini yani, kwa kuweza kutambulisha majira, dalili, siku pamoja na miaka. Kwa miaka ikaanza kuhesabika kwa, kwa sababu ya kuwepo kwa nuru, kuwepo kwa mianga, kuwepo kwa ile nuru ikasababisha, ndipo majira na siku zianze kuhesabika. Baada ya kuumba nuru, Mungu akasema ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza. Mpendwa katika Bwana, kwa hiyo ndipo siku zikaanza kuhesabika kwa hapo. Kwa hivyo wakati nuru imeumbwa katika ulimwengu ikafanya vitu vingi, ndipo vianze kutokea vitu vingi, vianze kuonekana. Kawaida ya nuru ni kuangaza, ndipo mambo mengi yakaanza kuonekana, ndipo vitu vingi vikaanza kuonekana, ili vikiumbwa, ili vikitengenezwa viweze kuonekana katika nuru. Mpendwa katika Bwana, nataka nifundishe kwa habari ya nuru kwenye maisha haya ambayo unayo leo, kwa majira haya ambayo umeyapokea leo, kwa siku hii ambayo unayo leo, kwa mwaka huu ambao unao leo, kwa dalili hizi ambazo unazo leo. Mpendwa, Mungu anasema alipochungulia duniani akaangalia kama aone kuna mwanadamu yote ambaye anamtafuta Mungu, akaona hakuna mtu ambaye anamtafuta. Wote, wote tumepungukiwa, tumepotoka. Kila mtu anafanya uovu na mambo yake mwenyewe. Mungu wa mbinguni ndipo alipoona kwa kuwa dunia ina giza, akaamua alete nuru. Nuru aliyokuja kuileta ni Yesu Kristo, ikawa ni nuru ya ulimwengu. Ukisoma kitabu cha Yohana moja kwanzia mstari wa kwanza soma mpaka mstari wa tisa pale anazungumza vizuri kwamba hapo mwanzo kulikuwako na Neno naye Neno alikuwako kwa Mungu naye Neno alikuwa Mungu. Anaanza kufundisha mstari wa nne pale kwamba ndani yake huyo neno ulikuwepo uzima na ule ule uzima ndio ulikuwa nuru ya watu. Mpendwa katika Bwana, Kristo ndio nuru ya watu, kwa sababu ukiwa na Kristo hauendi gizani, bali unakuwa nuruni, kwa sababu unakuwa umepokea mwanga wa maisha yako, umepokea nuru, nuru ya maisha yako, ili uweze kutembea katika hali yoyote, sehemu yoyote, ni ukiwa na Kristo ndani yako. Kwa hiyo ule uzima ndio ulikuwa ni nuru yetu sisi, anasema wala giza halikuiweza hiyo nuru. Alivyotawala huo nuru ulimwenguni, huyo mwanga ulivyotawala ulimwenguni, wala giza halikuiweza ile nuru, kwa kuwa nuru ilishinda giza. Anazungumza kwa habari ya Yohana Mbatizaji, anasema alitokea mtu ambaye ni Yohana, huyo Yohana ambaye hakuwa yeye hiyo nuru, lakini yeye aliwekwa ili aweze kuishuhudia hiyo nuru. Anasema maana kulikuwako nuru halisi, ambao yeye awatiae mwanga watu wote ulimwenguni, atuwekae tue watu wote ulimwenguni tujue njia ya kuielekea, yaani huyo Kristo Yesu akafanyika kuwa nuru ili watu wote tuweze kuelekea katika hiyo nuru, tuweze kukaa katika huo uzima. Mpendwa katika Bwana, Nuru ikishakuja lazima uende katika mambo mema, katika njia njema. Kwa nini ninazungumza nuru wakati huu? Tukumbuke kabisa kwamba majira yote, vitu vyote vinavyofanyika, dalili zote zinazofanyika, ni kwa sababu nuru imekuja. Nuru ilipokuja ikashuhudia kila kitu, ikaviweka wazi vitu vyote vilivyokuwa silini, vilivyokuwa gizani, ikaviweka nuruni, ikaviweka vionekane. Mpendwa katika Bwana, hata kuweza kumwendea Mungu katika Kristo Yesu, ndipo tunaweza kumwona Mungu. Anasema katika yeye umekaa utimilifu wote wa Mungu, anasema hivi naye ndiyo ile siri yote yaani ya Mungu, yaani siri ya Mungu ni Kristo. Ili uweze kumjua Mungu, uweze kumwona Kristo, utamjua Mungu, utamwona Mungu. Ile siri yote ya Mungu inafichuliwa katika kumjua Yesu Kristo kwa kuwa yeye ni nuru anaonesha, anaangaza ana, anafanya vitu vyote vionekane. Katika kitabu cha Isaya sitini mstari wa kwanza wa pili na watatu anazungumza, anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Anakuambia uondoke uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Anasema na utukufu wa Bwana umekuzukia tayari. Mungu ameshaonekana, kwa kuwa ameshaonekana sasa, ondoka sasa Acha kukaa katika mambo mabaya, acha kukaa katika dhambi, acha kukaa katika zinaa, acha kukaa katika uasherati, acha kukaa katika giza. Ondoka sasa uangaze, ondoka sasa uangaze, kwa kuwa hiyo nuru imeshakuja na utukufu wa Mungu umekuzukia, umeshaonekana angaza mambo mema, nenda katika mambo mema, kaoneshe katika mambo uzuri wako wote kaoneshe, kwa sababu nuru yako imekuja. Imesha kuonyesha ubaya wote, imesha kuonyesha mambo yote. Anataka uendelee katika ule utukufu wote wote wa Mungu. Anasema tazama, giza litatanda juu ya mataifa na juu ya makabila na juu ya vitu vyote, lakini kwa kuwa wewe Mungu nuru imekuzukia, kwa kuwa nuru ipo kwako na ule utukufu wa Mungu uko kwako, anasema ye Mungu atakuzukia ataonekana kwako, ule utukufu wake wote utaonekana kwako, na mataifa yote watakujia na vitu vyote vitakujia. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari umeshaangaza, tayari umeshaonesha utukufu wa Mungu, tayari umeshaonesha ile nguvu ya Mungu imeshaonekana kwako. Mpendwa katika Bwana, hiyo ni kazi ya nuru mpendwa. Kwa majira haya tuliyo nayo, kwa dalili hizi tulizo nazo, dalili zimeshaonyesha vitu vingi hivyo. Mungu anataka tuangaze kwa sababu nuru imeshakuja ulimwenguni, ambaye ni Yesu Kristo, ndio uumbaji wa kwanza Mungu ambao aliumba. Hivyo ninataka katika majira haya mpendwa katika Bwana, katika dalili hizi ambazo unazoziona, katika hii miaka unayoiona, katika hizi siku unazoziona, mpendwa nataka ujue uumbaji wa kwanza Mungu alioumba ni nuru ulimwenguni, Yesu Kristo ndani yetu sisi, tuweze kukaa katika nuru, tuweze kwenda katika nuru na hii nuru pekee ambayo ni Yesu Kristo katika ulimwengu huu. Anasema katika Warumi, ukikiri hii nuru, ukimkiri Yesu Kristo na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua wa katika wafu Utaokoka mpendwa katika Bwana. Anasema kwa maana, kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu ukili hata kupata wokovu. Mpendwa katika Bwana, ukiikili hii nuru siku ya leo, ukiikili hii nuru kwa majira haya, ukiikili hii nuru kwa dalili hizi, na kuamini hii nuru kwa dalili hizi, na kuiamini hii nuru kwa miaka hii, ukiamini hii nuru kwa siku hii utapata ukovu na utakuwa na haki ya kurithi ule uzima wa milele, kama alivyozungumza katika ile Yohana, amwaminie yeye ameanao huo uzima. Mpendwa katika Bwana, utaokoka. Mpendwa katika Bwana, kama ni wewe ambaye unataka kuamini siku ya leo, kwa majira haya, kwa dalili ulizoziona, mpendwa katika Bwana, huyu Yesu atakutunza, huyu Yesu atakuhifadhi. Kama unataka kuamini na unataka kumpokea huyu Yesu, nifatishe maneno haya Sema, Ee Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, ninaamini kwamba wewe ulikuja ukafa na kufufuka. Bwana Mtakatifu, katika wewe Mungu, nimeishi kwenye dhambi muda mrefu, nimeishi kwenye uovu muda mrefu, nimeishi gizani muda mrefu, na sasa Bwana Mtakatifu, nimeiona nuru kwenye maisha yangu nimeuona mwangaza kwenye macho yangu, nihitaji Bwana Mtakatifu Yesu unifutie dhambi yangu yote nilizozifanya Bwana kwenye maisha yangu yote, nilizozifanya kwenye njia zangu zote, nilizotembea nazo kwenye majira, kwenye nyakati Bwana, wakati nuru yako iko ulimwenguni, mimi nikiwa niko gizani. Bwana Mungu nioshe, Mungu nitakase, Mungu nisafishe, Mungu nioshe kwa damu yako ya thamani, kwa kwa damu yako yenye kibali. Ninaamini kwamba ulikuja ukafa ukafufuka uka siku ya tatu. Na katika we Bwana nina ushindi, na katika we Bwana nina nguvu, na katika we Bwana ninaenda nuruni, na katika we Bwana ninaenda katika mwanga, ninaenda katika nuru yako Bwana, na ninatoka gizani, ninatoka katika mambo yote yasiyofaa, bali nakuelekea Mungu. Kweli mpendwa katika Bwana, Mungu anasema kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu, na kwa moyo mtu waamini hata kupata haki. Mungu akupatie haki yake, Mungu akupatie wa huo uokovu. Yesu Kristo ni nuru na hiyo nuru ikubali leo. Mungu akusaidie kwenye maisha yako. Basi mpendo katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako. Na kama imekuwa ni baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video zetu tunapoupload mara kwa mara. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom. Shalom.